Biblia inasema "Amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu." Katika majira haya ya mwisho wa mwaka, nasikia kusema na mtu mmoja kwamba usemeshe moyo wako na isemeshe nafsi yako kwamba 2026 sitaweka sita imani yangu kubwa kwa wanadamu, nitaiweka imani yangu kubwa kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, kwa sababu kuna watu wengi tumejeruhiwa mioyo, imani zetu zimerudi nyuma, tumewadharau tena watu tuliokuwa tunawaamini, kwa sababu ya kutegemea zaidi wanadamu. Umeweka imani yako kwa mwanadamu, atanipa hiki, atanisaidia hapa, maidia, mwanadamu ni mwanadamu, hata angekuwa nani, anaweza akaamka kesho akawa amebadilika. Yule yule aliyekusifia mbele za watu anaweza akageuka huyo huyo akakuua mbele za watu. Na ndiyo maana Bibilia anasema kinywa kinachobariki kinaweza kutoa na laana, mchungwa uzae mpera. Lakini mwanadamu ni kiumbe cha ajabu sana. Leo atakusifia kesho atakusema, leo atakusaidia kesho atakukataa. Na ndiyo maana wengi leo tumebaki na vidonda vya moyo, kwa sababu imani zetu tuliweka kwa wanadamu wanaobadilika Imani zetu zilitegemea sana watu fulani, na kuna mtu uliamini kwamba bila mtu fulani huwezi kufika mahali. Leo nimetuma kukwambia, sio bila fulani, ni bila Mungu ndiyo huwezi kutoboa na ishirini ishirina sita, imani yako iweke kwa Mungu na siyo kwa wanadamu. Usitegemee makubwa kwa wanadamu, jifunze kumtegemea Mungu, weka imani yako kwa Bwana na mimi nakuombea sawasawa na Isaya 43 mstari wa 4 Mungu akuinulie watu watakaokuwa baraka kwenye maisha yako. Imani yako iweke kwa Mungu ili Mungu akuinulie watu, siyo wewe ujitafutie watu alafu wategemee no. Imani yako weka kwa Mungu alafu Mungu Akuinulie watu Biblia anasema kila aliyemkimbilia Bwana atakasalama. Na nimekutegemea wewe, Mungu, nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele. Ishirini na sita. Utakapomtegemea Bwana hautaaibika na aibu haitakupata katika jina la Yesu. Mungu akubariki, na baraka za Bwana ziwe juu ya maisha yako. Amen.